Hauna nafasi kwenye mgongo wa ardhi, umma uliopoteza mambo matatu. Akasema idha faqadatil amana, umma ukipoteza uaminifu. Al amana uaminifu. Mwenyezi Mungu anatuambia sisi waumini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, hakika Allah anakuamrisheni antuaddu al-amanati ila ahliha Mrejesha amana kwa wanaostahili amana zile. Kila kitu ni amana, mali ni amana, watoto ni amana, madaraka ni amana, mke ni amana, mume ni amana, elimu ni amana. Rudi amana, ila ahliha, rejesha amana kwa wale wanaotakiwa waichukue amana yao. Idhafakdat lummatu al amana, umma ukipoteza amana, fakraha salam, uambie kwa heri, bye, bye waidha fakadat lummat ruhu tadhhiya bilmali wal nafsi, umma ukipoteza moyo wa kujitolea muhanga, kukubali wewe upoteze nafsi yako au mali yako bila kupata return, bila kupata kitu kinarudi tena kwako, kitoke kiende. Ruhu tadhuhia, umma ukipoteza moyo wa kujitolea muhanga kwa mali na nafsi, uambie kwa heri. Fakrahu wa salam ndio hali tulionayo leo, leo. Kullu minna kad sara abidu dananiri wa darahim, kila mmoja wetu amegeuka muabudu dinari na dirham. Hapendi atoe, na wale wanaopokea nao hawana amana. Sasa ukichanganya moyo wa ubakhili uliopo kwa watoaji, jumlisha kupotefu wa amana kwa wanaopokea amana hizo, hakuna kinachofanyika kwenye umma. Thumma qala idha fakadat lumma makarima laakhlaq, umma ukipoteza maadili mema. Fakul laha asalam, uambie umma huo kwa heri. Tukijiangalia katika haya mambo matatu umma wetu, ndio maana umeambiwa kwa heri. Hatuna tena hadhi waliokuwa nayo wale maswahaba. Muhammadun Rasulullah Muhammadur rasulullah walladina amanu ma ahu ashidaau alal kuffar al ruhamau baynahum ila akhir al aya, Muhammad na walio pamoja naye. Sisi kwa hivi tulivyo hatuwezi kusema tuko pamoja na Mtume. Allah anasema, Muhammad na walio pamoja naye, zama zote. Usichukulia aya hii ni maswahaba tu tunaweza kuwa pamoja na mtume tukifuata mafundisho yake. Allah anasema, ashidaun ala alkufar, ni watu madhubuti mbele ya makafiri, lakini ruhamaun bainahum, ni watu wanaohurumiana sana baina yao. Huruma yao imefikia darajatul ithar, daraja ya kumpendelea mwingine ukose wewe. Hiyo ni daraja kubwa, alithar lilghairi kuwapendelea wengine ukose wewe. Huruma waliokuwa nayo katika vita vya Hunain, walijeruhiwa waislamu wali, wa, wa wamebaki, vita vimekuisha, majeruhi. Kijana mmoja anasema nakwenda namtafuta mtoto wa ndugu yangu nimpe maji, siqayatulma, nimpe maji anywe. Yuko kwenye majeruhi, nikamkuta taban, akaniashiria hawezi hata kusema kwamba nipe maji. Nikammiminia na mnyoshe kidole, faidha bijarihin akhar taamaki, kuna majeruhi mwingine pembeni yake yataawahu, anayaangalia maji anayofuata kwa macho. ibn Ahi, ibn ami, mtoto wa ami yangu, akaniambia usinipe mimi maji, mpe yule. Huruma aka, kijana yule anasema, nikaenda nataka na kumpa maji yule jeruhi wa pili. fa idha bi jarihin thalithin taamaki, kuna jeruhi watatu, na yeye anayaangalia maji. Yule wapili akaniambia mpe yule mwenzangu pale, wote wanakiu. Maji yanatoka kwa wakwanza, yanaenda kwa ayanywewi, kwa ya pili yanaata kunywa, anaona kuna mwingine anampendelea anamwonea huruma, anamwambia mpe ndugu yangu anywe kabla yangu. Bima anasema lama wasaltu ila thalithi, nilipofika kwa yule majeruhi watatu, fawajatuhu yatanafas akhra anfasihi, anavuta pumzi za mwisho, anakata roho, hakupata fursa ya kuyanywa maji. warajatu ila jarihi thani, nikarudi kwa majeruhi wa pili, fawajatuhu kadmata aidhan, nikakuta na yeye amekata roho. fawajatu ila ibn ami, nikarudi kwa mtoto wa ami yangu fawajadtuhu qad mata aidan, nikamkuta kisha kufa na yeye. Watu watatu wanakufa hawajanywa maji, huku wanapendeleana, mpe mwenzangu, mpe mwenzangu. Hakadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hivi ndivyo walivyokuwa wafuasi wa Muhammadi wa kweli. Leo sisi wallahi, tunapanga safu moja, msikitini mmoja, wetu tunaweza tusimwone hata mwezi au zaidi ya mwezi, wala tusiulize. Sio imamu kuuliza mbona mzee fulani hatumwoni msikitini, wala maamuma hawaulizi mwenzetu, mbona hatumwoni? Kumbe ni mgonjwa, kalazwa, hana hela ya dawa, mpaka wengine wanakufa bila hata dawa. Na sote tunampenda Mtume, tunampenda nini sisi, zangu mtume ameletwa hapa mutammiman bi makarim al akhlaq, kuje kukamilisha tabia njema. Je, tabia zetu sisi njema? Je, tabia zetu sisi ni njema? Ndugu zangu, siku tunamkumbuka nyakati hizi tunamkumbuka Mtume, sisi tuna tabia njema? Wakiitwa wenye tabia njema, tunaweza kudhubutu na sisi tukasema naam ha, ana, mimi nipo hapa na tabia njema? tunaweza kweli kudhubutu Kama hatuwezi kudhubutu, tujirekebishe. Kumkumbuka kwetu mtume kutakuwa nakama siku ya kiama Allah atasema laqad kuntum taarifuna Muhammadan, mlikuwa mnamjua kumbe Muhammad nyie eh? kumbe mlikuwa mnamjua eh? tangulieni mlango ule ulea, mlimjua kisha mkumfuata Alikwambieni kaijia kukamilisha tabia njema. Mbona nyinyi mnasali hamna tabia njema? Mbona mnafunga hamna tabia njema? Mbona mnaenda hija hamna tabia njema? Mbona mnasikiliza mawaidha hamna tabia njema? Na zote hizo zimewekwa kama imkaniati, nyenzo za kukufanya uende kwenye tabia njema. Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkari. Sala inazuia mambo machafu na maovu. Kwa nini bado tuko katika fawahisha na munkar? Kwa nini...